Nao maelfu ya wakazi wa kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet ambao wamekosa vitambulisho vya kitaifa kwa muda mrefu sasa wanaweza kupata stakabadhi hiyo baada ya uzinduzi wa zoezi la usajili mashinani ambao umeanza rasmi. Collins Shitabai na taarifa hiyo. Safari ya kupata vitambulisho vya kitaifa haijakuwa rahisi kwa Joseph Oletiba na Mary Nyagaki. Wawili hao ambao ni wakaazi wa eneo la Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi ni miongoni mwa wakazi wengi hapa ambao leo wamejumuika wakiwa na matumaini kuwa mahangaiko yao yatafikia kikomo. Vikwazo ambavyo vilikuwa vimewekwa na serikali kwa wanaotafuta vitambulisho kaunti ya West Pokot viliwafanya kuwa vigumu sana kwa wao kupata stakabadhi hiyo muhimu. Mara unatumwa huku chini unaenda Kapenguria, utumwa Huduma Center like a Ukosefu wa stakabadhi hiyo haujawakosesha wakazi huduma za serikali pekee, bali pia umekuwa kikwazo kikubwa kujitafutia ajira au kuanzisha biashara na kujiinua kiuchumi. nimetafuta ID since 2024 mpaka saizi niko kwenye process, nikienda kwa ofisi naambiwa rudi kwa chifu. Uzinduzi wa huduma tamba za vitambulisho mashinani ulioongozwa na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen umekuwa afueni kwa maelfu ya watu wanaoishi katika kaunti kumi zilizoathirika na vikwazo. Murukomen akisema juhudi hizo zilizowekwa za kuondoa vikwazo na kuleta huduma hizo mashinani zinalenga kuleta haki, usawa na maendeleo katika maeneo yaliyotengwa. Zoezi sawia linaendelea katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambapo katibu katika idara ya uhamiaji na huduma za raia Daktari Belio Kipsang amewataka machifu na manaibu wao kuongozwa wamasishaji mashinani, ili wote waliohitimu umri wa kupata vitambulisho wapate stakabadhi hiyo bila usumbufu. Identification, ni Chiefs. Usajili mashinani unafanyika kwa siku kumi katika kaunti za West Pokot, Turkana na Elgeyo Marakwet, ukilenga wananchi wanaoishi maeneo yaliyoko mashinani na maeneo ya mipakani. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Pokot Magharibi.